Nigadunia Ameshaki Alexi, niko porte parole provincial Warad na niko autorité moral wa Mouvement des Patriotes pour la Défense de la Patrie MPDP, ambayo inaongozwa na General Major Pascal Irio Kaburane alias Makanika. Tunakuona karibu yako. Kuna kuwepo na mshikwa umoja ambaye mko naye karibu hapo, tungependelea kujua ni nani na amekamatwa namna gani. Huyu ni, ni murundi ambaye anasema kwamba yeye alikuwa mupishi wa kupigia jeshi la Burundi Burundi, ila yeye anasema ajui namna alichukuta Kageregere, atu mtu alitoka Burundi namna gani, akaruka nje, alikuja navyo bora alikuja namna gani. La pili akasema kwamba kuna vita alipigana, wenzake wakakufa wengi, yeye akakuja jikuta tena Kamanyola kwa M23. M23 tena wakati ile deploye Kageregere, akajikuta tena Kageregere Kageregari tena wakati walipigwa na njoka tena walibomoka na yepeke akaanza mbio, alikuwa anatafuta kwenye atakimbilia, akakutanana na majeshi za MPDP na njoka akamshika, wakamleta kwenye mero Uvira. Tuko nampeleka sekter, sekter mpeleke kwa tete wa sekter, kisha evo ne atajua kwenye atampeleka. Komelimouni, mmekwisha kuzungumza naye e? na anazunguza nini ya, lugha gani haswa aswaayui amba... Kiswahili ayui Franse, ayui Kiingereza, anayua ni Kirundi tu. Sasa na sisi atujui Kirundi, lakini wakati sisi tunakamata emburunde mwenye aliingia kweme ventua otomatikema, kwa sababu munajua kwamba inchi ya Burundi ni rafiki wa Kongo sana na ndio maana na sisi tunapasha kuwa makini kwa duu yote, ule wa Burundi mwenyeko Kongo tunapasha kumshika na tunampana mpana kumikono ya serikali ya Kongo. Serikali ya Kongo tampana sasa Burundi na, na tuseme mumemshika. Je, kuna vifaa vya vita ambavyo wakati mnamshika alikuwa navyo? Vifaa vya vita vya tulimshika navyo ziko lakini, hatutavisema hapa. Yeye mwenyewe ndio ataenda kusema kwa hiyo, atamsamisha labda. Tungependelea kusikia namna gani anasema mwenyewe ili tupate kujua ye ni nani jina lake na ametokea sehemu gani Burundi. Ile ni sawa lakini, kama unajua Kirundi umuulize Mkirundi kama ujui piko mwenyewe, tuta kusaidia Kirundi kwa sababu piko wa Kongomani wenye wanaishi mlende la Ruzizi wanasikiaga kidogo na wanazungumza Kirundi kidogo, yeye atawasaidia kwa interpret Anasema anashukuru sana mia yake aiko. Yeye amejikuta Kongo namna gani, anaweza akatuambia kidogo amejikuta namna gani Kongo wanomiow

alikuya kujitambua kufika huko Kongo hajuu, na kisa alifika huko Kongo me umusaidie, ila nikamuuliza atakusaidia mnamna gani? Yeye akasema kama balipita mu ngambo ya huku, ndio akakuya kujikutana bako mufasio bako baantu benye balikuya bakakuya kuba nani kuba kamata ndo bakabafungula bakaenda, ila kujikutana kule, wakakutana ni fasi ya maarume na walikuwa mfasi ya makazi. Na Burundi alikuwa anafanya kazi gani Burundi? Waruuakazi walikuwa mlimaji na, na tuseme labda utwambie, uh, wakati ulijikuta huko Kongo ulikuwa unafanya kazi gani pia